Tukaanza kufanya kazi usiku na mchana na hatimaye tukawa tumekamilisha da, daraja tarehe nne mwezi wa, wa kwanza kabla ya ule, ule muda wa ahadi wa, wa waziri pamoja na muda wa ahadi wa mkurugenzi wa kampuni. Sasa kilichobaki hapa, sisi tukaamua tukabidhi hili daraja kwa wahusika waandisi, I mean, tunnels washauri wa, wa huu wa mradi wao, wa ndio waweze kulitazama na kuona namna gani ambao wanaweza wakafanyaje wakaruhusu sasa magari kupita, ila kwa maana ya watembea kwa miguu tushawaruhusu, wameendelea kupita. Ha, sisi kama wakandarasi wazawa hasa sisi kampuni ya Jasco JASC and Company Limited, nipende kutoa shukrani kubwa sana za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Hassan Suluhu kwa kuweza kuwaamini wakandarasi wazawa, na niseme tu kwamba huu mradi tumejenga kizalendo, tumeweza kupata vijana, tumeajiri vijana hapa hapa wazalendo. Kwa hiyo ukiangalia, ukiangalia hapa, yani hela imezunguka yani imebaki Tanzania. Kwa hiyo sisi tumshukuru sana mheshimiwa Rais kwa kuweza kutuamini wa wa wa wakandarasi wazawa hasa sisi kampuni ya Jasi and Kamba Limited, yani kwa maana ya Jasco, nasema asante sana Mheshimiwa, popote ulipo, tunashukuru sana kwa kuweza kutuamini. Tunaomba uendelee kutuamini hivyo hivyo, kwamba tunaweza. Kwa kweli amejitahidi sana, kwa sababu mimi naona ni vijana tu wa Tanzania, sio watu tofauti. Maraika tulikotegemea baba wa China ndio watengeleza daraja lakini naangalia vijana wetu wa hapa Mkuyuni wengine wanajenga daraja hili kwa kweli tunamshukuru Mungu hata rais wetu Samia. Najua mambo mengi yametoka kwa rais kupitia mkandarasi huyu na wabunge. Tunamshukuru sana mkandarasi kwa kitendo hiki cha kuweka taa barabarani. Hizi taa zinafanya wananchi wanafanya shughuli zao muda wote na hapa zamani kulikuwa na giza, hata kama ukiwa unaenda hapo hospitali ya Butimba kulikuwa na kagiza fulani hivi. Kwa hiyo sasa hivi kutakuwa na mwanga muda wote. Watu, watu wanapita na wanafanya biashara zao vizuri. Mkandarasi kafanya kazi yake vizuri, tunamshukuru sana mkandarasi kwa hiki alichokifanya. Kaonyesha uaminifu mkubwa sana kwenye hela za serikali. Kuna haja ya serikali kuendelea kuamini wakandarasi wazao vizuri, yaani wazawa ndio kila kitu, kwa sababu hii hela iliyotoka hapa imebaki hapa hapa inazunguka hapa hapa itarudi tena itafanya kitu kikubwa kama hiki. Kwa hiyo wakandarasi wazawa wapewe nafasi kubwa. Wanafanya kazi vizuri. Kwani kuna shida gani hapa? Daraja limekaa vizuri. E, ukiangalia ni yani, kama wao tu watu wa nje wanaofanya. Sasa hivi tuaminiane wenyewe. Mbona tunaweza? Uh, tunashukuru serikali kwa kutuondolea hii kelo. Hapa Mkuyuni kulikuwa na kelo kubwa sana ya daraja hili. Mvua ikinyesha hapa hapa pitiki. Kwa hiyo kwa sasa hivi tukiangalia maendeleo haya kwa kweli serikali ni ya kuipongeza kweli kweli. Lakini tulikotoka hali ilikuwa ni mbaya sana. Kwanza hapa maji yalikuwa ni mengi sana. Hata kwenye maduka tu maji yanaingia kwa wingi sana. Sasa hivi pata sana lakini wajamaa walivyoingia kidogo naona sasa hivi mambo yamekuza ya, ya, ya vizuri. Bwana naomba mwape ushirikiano waendelee vizuri, wamalize barabara yetu rayenu yenu kwa mkandarasi na nini kama wakazi ambao mnatumia barabara hii yetu hyetu, mitaro yake kidogo imekuwa midogo midogo sana, aongeze mitaro ili maji yakiwa ya kwa wingi yaweze ya ya kwenye wenye sari unaonyoka. Yes. Awali ya yote tuwashukuru kampuni ya Jasco, imepambana kutengenezea daraja yale yote yaliokuwa yanatokea Kweli tumeshapata hasara za biashara, lakini tumefika wakati tumekubaliana, soko la Mkuyuni lina miundombinu mibaya, sio kwamba ni tatizo la daraja. Shanelewa sasa, bali ya kukubaliana na wenyewe, ameshatimizia daraja. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia sehemu zingine waendelee kupewa tenda, sababu wameonekana ni watu ambao wanaweza, wametengeneza daraja la ubora. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kama mwenzangu aliyemaliza kuongea wakati barabara ikifunguliwa hapa ya Mkuyuni inakuaga na jam sana ya watu wanaoshuka hospitali ya Butimba, wanaotokea Shede, wanaojiweza kutembea na miguu, wanaotokea Nyakurunduma na Mkuyuni huku mlimani wanapita sana na miguu hapo Kikuta kimfano, mda wote hii barabara daraja iko bize sana, maji yanapita ya katiki. Kwa hiyo tunaomba ongeze bomba lingine hapo, kwa sababu watoto wanapita wadogo, wengine wakienda shuleni, wengine wakienda kanisani, wengine wakienda msikitini Hii. Ni Tanzania Habari.